Ehe, jamani karibuni sana Dada Sara na Dada Alice. Naongereni sana kwa kumaliza mikataba kwa kweli. Yaani ili u, kwetu huwa ni jambo la furaha, ni jambo la kujivunia kwa sababu tuna- tunaamini kabisa mwanamke yoyote ambaye Mungu amempa nguvu akazitumia anaweza kutengeneza pesa. Tatizo ni kwamba kuna wengi wanasubiri wapate mtaji na pengine hawajajua mtaji watatoa wapi. Sisi hapa tunawaambia mtaji wao tayari Mungu ameshawapa. Unapojikuta umezaliwa una nguvu, una akili, kuna watu wako pale, nenda kawasaidie kazi, fanya majukumu yao, wakupe hela. Kwa hiyo, nyinyi ni ushuhuda kwamba mmetoka kazini, mlikuja kwenye kituo chetu, mkapata kazi, na sasa mmemaliza. Na yaani, ni muda mfupi tu Yaani, unajua, unaweza kusema mwaka ukaona kama ni mrefu, lakini kumbe kufumba na kufumba mbuwa mwaka huo umeisha. Dada Sara, karibu sana. Hebu tuambie, umemaliza mkataba wako, ulivyokuja hapa ulikuwa na malengo gani? Karibu. Asante, karibuaan mm -hmm. Mi malengo yangu kama nesi ilikuwa ni kufungua duka la dawa. Wow, kama nesi. Mm-hmm. Alafu nakumbuka wakati unakuja ndio tulipata hata wazo kwamba kwa nini watu waliosomea nesi wasi tusiwatafutie kazi ambazo wanaweza kukaa na watu ambao labda ni wagonjwa nyumbani, wana mahitaji maalum kwa sababu hospitali nazo ukienda kuomba kazi unaambiwa ajira hamna. Lakini ujuzi unao na watu wana watu nyumbani wana, wenye mahitaji maalum. Pale ndio tulipopata wazo la kusema manesi nao tuwatafutie kazi manesi ambao wako nyumbani. Mm. Ehe eh, hebu we tupe ushuhuda kwa sababu wazo nilizaliwa li kwako kwa huwezi kuamini. Kwa na kweli tumekuwa na wateja ambao wanataka watu maalumu ambao wamesomea unesi na watu, tumekuwa tunawapa. Japo sio wengi sana lakini wapo. Na hiyo inakuwa. Yaani hiyo sekta nayo inakuwa kwa sababu watu wote hawezi kukama hospitali. Yeah, watu wengine yeah. Wanaambiwa hospitalini sasa, sasa nendeni nyumbani. Sasa kule nyumbani ukimwekea dada wa kawaida, kweli yeah. Ataweza kumhudumia? Hawezi. Hawezi. Ehe, tupe experience yako. Nimefanya kazi kwa muda huo wa mwaka mzima nikiwa nikifanya kwa bidii, na nimeweza kusapotiwa sana familia yangu support, na kuona kumbe kitu kinawezekana. Familia, familia ha, ya familia? Mgu, ya mgonjwa, na ndio maana wamekuwa mpaka mpaka, mpaka nimemweza mwaka wamenipenda. mm -hmm. Kwa sababu hawakuamini kwamba inawezekana. wow. mm -hmm. mgonjwa yule, mm -hmm. alikuwa na shida ya mguu mm -hmm. Kwa mtu wa kawaida asingeweza, kwa sababu anatumia dawa okay. atakiwa ende kwa wakati mm -hmm. pia alipata shida ya akili okay. natukiwa umpe kansel mm -hmm. mm -hmm. kwao inasaidia, kwa majumbani sio lazima hospitalini tu. sawa, sawa. Mm -hmm. Sawa, lakini dada Sara, na wewe ulikuwa na familia yako, nakumbuka kulikuwa kuna issue na nami na familia yangu na baba na watoto hivi <laughs> ilikuaje, maana hiyo sehemu, wanawake wengi pia wako tayari kwenda, lakini unakuta nyumbani kule kwenye familia, labda ana mume ana watoto anakwama. We uliwezaje? Uliwezaje yani, uliongeaje vipi na familia yako? Unaweza ukampa mtu mawazo leo akaona kumbe hichi kitu kinawezekana, kama hivyo hivyo tulivyoanza unesi majumbani, na hili la familia kuwaruhusu wake zao kwenda kufanya kazi wakajipatia kipato, nalo linawezekana. Hebu kuwa mm. role model hapo ulifanyaje fanyaje? mzee akakukubali? sio kazi rahisi. uh -huh. Lakini ukiwa na mume anayejitambua wow. inakuwa rahisi. wow. Yaani yeah. wow. Wow. yaani umeongea kitu kikubwa sana, sana, sana. Oh, yaani nakupongeza kwa kupata mume anayejitambua kiukweli. Hata mimi kwa kazi zangu hizi ni kwa sababu nina <laughs> mume anayejitambua kwa hiyo nimependa, yani lugha uliongea ni neno fupi, lakini lina maana kubwa sana kwa sababu so, yes. mwanaume anayejitambua Hawezi kuzuia maendeleo ya mke wake. Yeah. Anamsapoti. Na kitendo cha mume wako kuruhusu kwenda kufanya kazi hizi nyumbani wakati mwingine kule si unakaa kule kule kazini. Mm -hmm. Unatoka mara moja moja, unarudi nyumbani kusalimia, kuwaona. Mm -hmm. Sio jambo jepesi lakini lina maana kubwa sana, kama mwenzako yuko pamoja na wewe. Mm -hmm. Anakusapoti, na wewe uweze kufika sehemu fulani. Mm -hmm. Kwa hiyo nampongeza sana mume wako. Mungu ambariki, aendelee kumfungulia na wanaume wengine waige kutoka kwake. Kwa kwa kweli ili wanawake wasiendelee kubaki kwenye umaskini, kwa sababu na wao wana nguvu na wao wana uwezo wa kuleta maendeleo nyumbani. Ni yani kweli mm, anacholeta yeye na mimi nikileta, napiga napiga hatua, au sio? Yaani, yeah. fantastic. mambo mazito kabisa. Kwa hiyo una, usha, una ushauri gani sasa? Kwanza kabla ushauri, umeshatimiza lengo lako la kuanzisha duka la dawa. Nimefikia level fulani. Umefika hatua fulani. Eh. Wow. Bado sijamaliza lakini. Mhm. Mwanga. Nimesha simamisha frame. Eh? Ndio. Umejenga frame? Ndio. Eh. Kwa hiyo kilichobaki, kicho baki kuweka bidhaa, kuweka bidhaa, kufanya finishing basi, kufanya finishing na bidhaa kwa ehe. Maana hiyo bado unaendelea na kazi, ndio, ili uweze kukamilisha sasa ehe. hilo lengo lako ehe, safi kabisa ehe. safi kabisa kabisa, hongera sana ehe. na nimefanya vitu vingi tu nyumbani ehe, ehe.

vya kimaendeleo. Hey, safi. Safi sana hey. Na wewe mwenyewe nikwambie dada Sara, umependeza hivi. Unajua tungepishana njiani <laughs> singekujua. Ngoja nitaenda kuitafuta video yako ya zamani <laughs> tuliyoongea tukiwa pale garden, vitu viwili tofauti. Hela yani ina <laughs> bwana inapiga kelele kwa namna yake, yaani umependeza na, na unapokuwa na amani ya moyo dada Sara. mm -hmm. Yani una- unajua kabisa ukitaka kula utakula kama watoto wako wana mahitaji yote, una uwezo wa kuwasaidia mumeo. Pia kuna jambo la kimaendeleo mnataka kufanya, ye anaweka hiki na wewe unaweka hiki. Hakuna kitu kikubwa kama hicho kwa mwanadamu, yani unakuwa na ile amani ya moyo. Amani ya moyo ni kitu kikubwa sana, unajikuta unapendeza, unanawiri. Stress zinaua eh, ndugu yangu <laughs> si wewe ni una umesomea ma, ya mambo ya nani eh, mtu akiwa, mm-hmm. na msongo wa mawazo si sianafubaa anachaka mm -hmm. Hey, kwa hiyo ndugu yangu, yani, ukipata ukiwa na kipato chako ukawa na uwezo wa kuchangia familia, kuna namna unastawi ki kinamna tofauti tofauti. We mwenyewe unapendeza, familia yako unaisapoti, mambo yanaenda, mume wako naye anakuheshimu. Uongo? Wewe mume wako atakuheshimu. Umekaa hapo unasubiri kodi ya meza tu, ataku ah, sio basi. Dada Sara, mimi nakupongeza sana, hongera na tunashukuru, umekuwa inspiration. Tunashukuru pia ulitupa, ulikuja bila kusema, lakini ulivyokuja kwetu yani, ndio tu tulikuwa tunadii tu na hawa dada wa kazi, dada wa kazi ulivyokuja tu tukasema mm, kuna kitu tunaweza kufanya. Kwa hiyo pia asante sana kwa kuwa wa kwanza kutuletea idea bila wewe kutuambia, ya kuweza kuendelea kuongeza matawi, kwamba kupitia hii pro, project kuna watu professional wanaweza kwenda kufanya hizi kazi professional na wakalipwa vizuri. Na wewe unalipwa professional si ndio? Ndio. Yeah. Mhm. Mm eh, sio haba, laki nne. Na ina maana mkataba uko vizuri. Eh? Basi, umeona eh? Kwa hiyo uh, kwanza na wewe unasemaje kwenye taasisi kama hiyo uliwahi kuona? Taasisi ambayo kazi za kazi hizi za nyumbani lakini watu wanalipwa vizuri. Uliwahi kuona kitu kama hicho? Ah, kusema kweli sijawahi kuona. Ndio maana hata mimi na yaani na furahi. Mhm. Mm na kampuni kama hii kwa sababu mm. kama hamna kampuni mm. kiukweli mm. binadamu sio kwamba tunafanana kila. Ni mtu ana roho yake, usifikirie kwamba unaweza ukafanya kazi sehemu ukafanyiwa tu vizuri tu mm -mm. Lakini mtu kama ana roho yake mbaya anakumbuka kwamba niko chini ya utaratibu fulani, kwa hiyo eh -eh. inabidi tu akae kwa huo utaratibu yes, kama. Lakini umeeleweka. Na, na ni kweli nami, nataka niseme hichi kitu sio kwamba tu kimezaliwa, mimi naamini kabisa Mungu amenipitisha kwenye hii njia kwa sababu anataka niwaguse watu kama nyie wote mnaokuja hapa. Ninaamini kabisa, sio kwa akili zangu, kwa sababu Biblia inasema Mungu ametupa nguvu na uwezo wa kupata utajiri mm -hmm. Sasa ni zile akili zetu tunavyozitumia na watu wanaotuzunguka, vitu gani tunaweza tukavibuni mm -hmm. ambavyo vinakwenda kurahisisha maisha ya watu wengine, lakini kupitia kurahisisha hayo maisha ya watu wengine, na sisi tunaweza kusaidika mm -hmm. kwa hiyo tunawasaidia watu, lakini na wao wanatusaidia kutimiza ndoto zetu. Wewe mm -hmm. unaenda kurahisisha maisha yao pale mgonjwa anakuwa anauhakika kwamba atapata dawa kwa wakati, atakula kwa wakati, lakini nawe, mm -hmm. unapata kipato. Nyie mnavyokuja kwenye hii taasisi yetu, hawa wateja wote wanaohitaji wafanyakazi na sisi wanatulipa kwa hiyo, na sisi wafanyakazi wetu tulionao hapa tunaweza kuwalipa mishahara, na sisi wenyewe maisha yetu yanaenda. Ndio mfumo ambao Mungu ametutengenezea wa kusaidiana, wa kushirikiana, wa kutegemeana. Kwa hiyo wala hakuna ubaya, ni kitu kizuri. Mimi namshukuru Mungu sana kunifanya mimi ili daraja, maana mm, mimi hapa ni daraja, watu wanakuja wanavuka wanaenda, lakini kila mmoja anapata kile ambacho anastahili. Ni jambo lenye baraka mbele za Mungu, alimradi mm, hatuibi hatukabi mtu hatu- hatufanyi kitu chochote ambacho kinamchukiza Mungu. Ni kitu kizuri cha kutetea haki ya mtu. Amina. Hey, amina. Kwa hiyo nakupongeza sana dada Sara, tunakushukuru sana na nakutakia kila laheri kwenye hii safari yako ambayo uko nayo ya kutimiza lengo lako la kuanzisha hilo duka. Asante sana.